Ndugu wanariadha na ndugu washiriki, wakati nakuja hapa Mbeya nilimwaga dr Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amelituma salamu nyingi. Na nawapongeza sana Tulia Trust na wana Mbeya kwa kulifanya jambo hili liwe kubwa. Limetoka kwenye ngazi ya mkoa, sasa ni tukio la kitaifa na kimataifa. Hongereni sana sana sana. Kwa namna ya pekee niwapongeze sana wale walioshinda mbio hizi ndefu na fupi. Wale ambao mlishiriki hongereni sana, na wale ambao hamko kwenye orodha ya kushinda, msivunjike moyo, kuna wakati mwingine mtashinda tena. Leo nimefarijika sana kuona kuwa zile nyumba tunazoziona nakabidhi kwa wananchi, kumbe tayari kuna nyumba nyingine upande wa Uyole mheshimiwa Spika amezijenga kwa ajili ya kuwasaidia watu jamani nataka niwaambieni hakuna sadaka njema kama sadaka ya kumsaidia muhitaji. mwaka wa 2024 idadi ya washiriki ilikuwa elfu moja na mia saba na sitini. tumeambiwa mwaka huu wamefika 2000. hili ni ongezeko la asilimia 13 mwamko huu ni uthibitisho na upendo mlionao wananchi wa, wa Mbeya kwa mheshimiwa Dr. Tulia Ackson na kwa kushiriki kwenu kuonyesha kuwa mko na hamasa ya juu kushiriki michezo ili kuimarisha afya. Hatuzungumzi vyama vya siasa wala hatuzungumzi dini zetu, tunazungumza kama wana Mbeya tunaopenda kusukuma maendeleo ya Mbeya yetu. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa niko nyumbani kwenu Mbeya, nataka na niseme tena kwa sauti kubwa kwamba wewe umekuwa mwalimu wa wengi. Hongera sana kwa jambo hili kubwa, tunakuombea liendelee kufanikiwa. Wakati unatoa medali hapa akaja mtu mmoja. Mheshimiwa Spika aliwahi kuniambia kwamba yeye huwa anatoa mchango wake akikaa, baada ya muda kwenye mpesa anamwambia, Mheshimiwa Spika, ninajua unajenga nyumba, sina utajiri wa fedha nyingi, lakini nataka nikupe walau laki mbili laki moja hii niliyoipata, uongeze kwa ajili ya kuwasaidia wana Mbeya. Amenitia moyo sana ndugu huyu na naomba nimtambue bosi Kimaro yupo hapis aja hapa bosi Kimaro, kwa watu wa Mbeya amekuwa na mchango mkubwa sana. Kidogo anachopata anamwambia Mheshimiwa Spika, naomba na mimi niunge mkono juhudi unazozifanya kwa kuchangia kidogo. Kwa kuwa na moyo wa kutoa na kwa kuwa na moyo wa kujitolea na mimi. Nataka nijifunze kwa bosi Kimaro kwa kumchangia yeye mwenyewe ili aendelee kufanya vizuri zaidi. Si ndio jamani? Na mimi nitamchangia milioni tano bosi Kimaro ili aendelee na moyo huo na atufundishe wengine kuchangia walio wengine.